Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, wapenzi wa klipu za Babu Haji kkk sangen uh, Leo ninawaletea uh, dua ya kumvua uh, mbaya kinga zake dawa zake na kadhalika zake zote katika uh, mwili wake na dua hii eh, ni dua mujarabu sana ambayo kila mmoja anaifahamu dua hii, lakini dua hii pia inafanya, eh, kazi nyingi sana. eh, sura hii eh, inafanya eh, mambo mengi makubwa kabisa. Hata kama una sheitani ndani ya nyumba au umezikiwa kitu kibaya katika mji, basi unaweza ukakiondoa kwa kutumia dua hii. Uh, mujarabu kabisa na yenye nguvu na yenye kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala, uh, na uh, namna gani utaweza kuisoma, basi subscribe kutoka channel hii ili uendelee kupata mavitu mengine zaidi na zaidi, inshallah taala. Tukitoka hapo, ntarudi sasa kuwapa uh, ilmu ya birhati, inafanya namna gani, uh, birhati unaweza ukaitumia namna gani ili kuweza E, kupata mali. Berahati unaweza ukatumia namna gani kuweza kumkamata mwizi? Berahati unaweza ukatumia namna gani katika mapenzi? Mapenzi muona e, kitu kama hicho. Asante sana, na pia kwa wale wapenzi wa e, vitabu vyangu, vitabu vinaendelea kutoka vipya, piga hiyo namba 0767 tatu tisa tatu tisa tatu nne. Uh, utapata kuelezwa ni vitabu gani vipya vilivyotoka, inshallah utaona. Kama hauna kitabu uh, kipya tena kingine kimetoka, ulimwengu uh, wa roho, basi unaweza kukipata. Uh, vipo madukani na vitabu vyangu vinapatikana dukani uh, Kariakoo kwa kwa muhindi kwa Nayan uh, ukifika pale Kariakoo sokoni pale kwa Nayan, basi vitabu vyangu vipo na pia vitabu vyangu vinapatikana Kariakoo, e, msikiti wa Mtolo e, kwa mrangi ukifika tu uliza kwa mrangi e, au kwa Itanga, basi vitabu vinapatikana kwa wingi sana pale. Unaweza ukafika kumuungisha vitabu na ukajua mambo mengi inshallah, utaona. Na pia vinapatikana dukani kwetu Buguruni Marapa e, E, mkabala na turu security. Asante sana, dua hii ya kuweza e, kumvua adui e, dawa zake, inasaidia kwa sababu, unaweza ukawa una uadui halafu uadui huo unashindwa, na namna gani utaweza e, kuondoa basi Uh, unaweza ukauondoa kwa njia hii uh, ya kusoma uh, sura hii na aya hizi ili kuweza kumwondoshea uadui uh, kumwondoshea nguvu mtu huyo. Kwanza chukua uh, majina yake yaandike uh, mara kumi na mbili, mara kumi na mbili kila karatasi ina maana karatasi ziwe karatasi kumi na mbili, alafu kisha e, utaanza kusoma ikhras e, qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, mala kumi na mbili, mala kumi na mbili elfu. Mnaweza mkaa watatu, wanne, watano, sita E, kama utaona kwamba labda zitakuwa ni nyingi, basi kadiri ya e, mtakapokuwa mnasoma, unatupia kikaratasi kimoja katika moto, unasema Mwenyezi Mungu na kuomba ya Rabbi, mtu huyu amekuwa msungufu, anafanya moja, mbili, tatu, nne, tano e, unasoma unasoma, ukifika elfu moja unatupia kikaratasi kimoja, unasoma unasoma, ukifika elfu moja unatupia kikaratasi kimoja. Inshallah, eh, mpaka eh, utakapokuwa umemaliza kumi na mbili elfu eh, kisha ile ma, majivu yale ambayo umetumia kusomea, kama ni kwenye jiko kama ni kwenye chungu chetezo, basi uh, majivu yale, kisha poa moto yana umezima, basi nenda kayamwage njia panda. Hakika mtu huyo hana kinga hata moja kwa hiyo, kama ni kumrekebisha kandi mija na kukandi mija hiyo inamvulisha mtu hata uchawi. Kama mtu ana uchawi ameshindikana, anawasumbua sana, basi unaweza ukamvua e, kwa njia hiyo. Asante sana, unaweza ukamvua e, kwa njia hiyo Insha Allah taala. E, mambo ni mengi katika dua. Dua hizi zinasaidia, dua zinaondoa mabalaa Dua zinafungua majambo. Dua hizi zinaweza kukupandisha cheo. Dua hizi hizi zinaweza kukushusha cheo. Dua hizi hizi zinaweza kukuweka katika urinzi mkubwa kabisa, tena wa hatari sana. Sante sana na e, pia vile vile nitakuja itakuja kuandalia kripu ya usomaji wa halal badri albadili. Watu wengi wanasoma na zinakuwa hazitoi majibu, isipokuwa albadili zina mapito yake, halafu na wewe unayesoma uwe namna gani. Sio kila mtu anauweza wa kusoma albadili na ikajibu. Hapana, albadili ina e, miko yake Ina ukaaji wake wa kukaa ina masaa maalum nii e, unachotaka kukifanya, unaandaa ubani maalum umeona, ni wapi unataka iende, unaandaa mazingira vizuri kabisa, nani wa kutiania eh, pia nia yako uitie kwa design gani e, vyote hivyo nitakuja kuwapeni e, Uh, vyote nitakuja kwa peni ili muweze kupata uh, faida ya uh, kitabu. Kitabu kina faida kubwa sana. Kuna kitabu changu kinaitwa Albadiri, uh, Albadiri upanga wa moto. Hicho kitabu ni moto kulikweli, hicho kitabu ni moto kulikweli. Kitafuta hicho kitabu. Kitabu hakijafichwa mahali popote, mimi huwa sifichi. Nilienda sehemu moja Mwanza, uh, pale msikiti msikiti msikiti mkubwa, watu hawanijui. Sasa pale wakaanza kuwa wanasema kwamba vitabu vya Babu Haji eh, vinakuwa viko wazi, havina uficho kwa sababu gani? Ahal Albadri jinsi inavyosomwa unapokuwa ukiisoma basi ina inasomwa ina, ina, ina, ina, ina, ina siri zake. Sasa pale katika kile kitabu changu ikasema kwamba unaposoma Ahal al Badri unatakiwa unakuwa e, na mavi ya mbuzi sabini na tano nyeusi. Kila unapofika e, katika ile sehemu ya kutia nia, unasema faqutu adabilu alqaumi alladhina zalam Alhamdulillahirabbil la alamin. Hiyo dua ilisomwa enzi za uh, upiganaji wa ahlal badiri. Watu hatujui al badiri ni namna gani? Albadiri ni majina eh, ni wakati ule wa albadiri. Eh, wale watu ambao wamekwenda kupigana Albadiri ndio ikaitwa Albadiri. Sasa ile inayokuwa ikisomwa ni majina ya masahaba watukufu waliopigana na na, na nabiyurahma Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakapigana wa vita ya Albadiri. Hicho ndio eh, inaitwa Albadiri, ni yale majina. Sasa yale majina unayaenzi namna gani? Eh, kabla hujaanza kusoma yale majina unamswalia nani, mahala ngapi, unasoma nini, nia yako unaitia namna gani? Hiyo ndiyo upelekaji wa ahalal Badri ikaweze kukubali. Na kama unaitengeneza albadiri kwa kinga, basi umeanza kutengeneza kwamba, eh, natengeneza kinga, na wewe usifanye dhulma, na wewe usifanye wizi na kama umepiga ahal albadili kwamba hii sasa napiga albadili yangu, ninazamisha kitu chini ya arsh, basi unachukua e, majina yako, kucha zako, nywele zako e, mavumbi yako e, mate yako, kivuri chako, unamlisha kondoo. Yule kondoo e, ambaye nabii nani, mtanisaidia e, aliyetaka kumchinja mwanaye akaletewa Uh, kondoo wa mchinja badala ya, ya, ya, ya, ya, ya. Na, na, na binani yule uh, Idrisa nani Ayubu si nani ule umeona, basi ikatokea kuwa uh, namna ile. Sasa na wewe unaweza ukishamwezesha yule yule kondoo, basi unapiga ile ahlal badhiri kwa nia uh, hiyo ukishamaliza uh, kusoma namna hiyo basi, yule uh, yule kondoo anawekwa wapi? Basi nitakupa ma, majulisho kwamba unamweka wapi, ili kusudi uh, ala albadri yako ikadumu katika mwili wako na wewe usifanye dhulma. Inshallah taala, mambo ni mengi ambayo tutaelekezana, tutafundishana ya kuhusu masala ya e, vitabu. Asante sana na e, wameja sana Mwenyezi Mungu atufanyie pesi na tufungulie njia za kipato sisi, mimi pamoja na wewe. Salaamu ssalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Waweja sana.